Alithibitishia taifa kwamba hakuna askari wa kikosi cha idara maalum hata mmoja aliyevuka maji kwenda Tanzania bara kwenda kushiriki katika tukio lolote katika matukio yaliyotokea kwa upande wa Tanzania bara. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, tunakumbuka Tanzania kwa muda mrefu imeendelea kuwa na nchi ya amani na ya mfano wa kuigwa hapa duniani, aina ya muungano uliopo kati ya watu wa Zanzibar na Tanzania bara kwa muda mrefu pia. Tanzania imeendelea kuzilinda tunu za taifa hususan umoja, amani, mshikamano ulioasisiwa na wazee wetu waasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abedi Amani Karume.